Unakuta trader amekwama hana hela kabisa, unaona lakini, hizi mishemishi za mtani za kumwingizia mia mbili, mia tatu, ili mradi apate hela za kula, hataki kufanya. Hataki kufanya, kisa yeye ni trader. Kama sio kufa kwa njaa, basi naweza ukajikuta unakuwa tapeli. Unakuwa tapeli, kwa sababu ni industry ambayo ina ushawishi mkubwa sana Yaani ni industry ambayo okay, ukiamua kuwatapeli unawapata watu wengi sana, na unawatapeli vizuri kabisa na wanakuamini. Tusifikie huko, yaani eti kwa sababu wewe ni forex trader. Uh, kuna kazi ambazo zikitokea wewe huwezi kufanya au unakuwa unashindwa kufanya, sio sababu. Nime, nime, nimeona vijana wengi ambao ni traders wamejiweka kwenye kwenye kwenye levo fulani hivi, ambayo kwamba hizi kazi ndogo ndogo za mtaani, sijui kuuza duka, sijui kuwa na biashara ya duka, au hata hata kupiga hizi kazi ambazo wao wengine wakifanya wanasema ni kujidhalilisha.